Guys. Ikiwa leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano yale tuliokuwa tunasema hayawihayawi hayawi, sasa yamekuwa. Walo, unaona hichi kitu naomba nikisogeze, ni kizumu kabisa. Our first egg, Mwendokasi. Kuku wetu kumbuka, tuliweza kuwatotolesha ilikuwa ni tarehe tatu ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne na leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuku wetu wameweza kutuletea yai letu la kwanza kabisa, our first egg. Unakaona kalivo kadogo Halo ni, ni furaha iliyoje kwa kweli, nimefurahi sana. kumbuka tarehe nne niliweza kukuambia kwamba tumebakiza siku kumi na tatu hivi tuweze kupata yai la kwanza ambao ni wa first egg. Sasa ukiangalia okay, zimepita kama siku nane tu tumeweza kuona yai letu la kwanza. Kwa hiyo ndani ya a, miezi minne na wiki moja tumeweza kupata yai letu la kwanza. Kumbuka tarehe nne ndo tuweza kurekodi kipindi cha mwisho ambacho kilikuwa ni siku moja baada ya tarehe tatu ambao siku zote ambazo tulikuwa tukirekodi vipindi vyetu. Kwa hiyo leo ni siku zimepita siku nane, kwa sababu kichukua nne jumisha nane napata kumi na mbili. Kwao maanake zimepita siku nane ndio tumeweza kupata yai letu la kwanza. Kwa hesabu ya haraka haraka tumeweza kupata yai letu la kwanza tukiwa na miezi minne na wiki moja. Jamani, huwa nachowaambia huwa si bahatishi huwa nawaambia ukweli kabisa. Kumbuka, unaona hivi visehemu ndio visehemu ambao tumeweza kuandalia kuku wetu kwa ajili ya kuweza kuanza kujifunza kutaga. Na viko vingi. Kumbuka, a, hii hapa ni sehemu ya kutagia. Unaona mpaka ipo hapa kule na ma, ma, ma sehemu ya kutagia. Unaona mpaka yana vumbi. Bado kabisa hayajaanza kutumika. Nafikiri unayaona. Kwa hiyo bado kabisa kwa hiyo kuanzia leo ndo hayawi hayawi sasa ndo yameshakuwa kuwa kiukweli nimefurahi sana I am super excited for real. yani yai letu la kwanza la kuku wetu kutoka kwa mwendokasi ambao tuliweza kuwatotolesha tarehe tatu ya mwezi wa 11 mwaka 2024 leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tatu 2025 ukipiga hesabu kwa wiki vizuri, inakuletea hii ni wiki ya kumi na nane. Lakini ukipiga hesabu kwa miezi nakuletea ni mwezi mmoja na wiki moja. Kwa hiyo ndani ya wiki ya 18 tumeweza kupata ya ile ya kwanza. Kwa hiyo target imefanikiwa na tumefurahi sana. Our face egg ya ndio ya kwanza, hii hapa ndio hii hapa. Tunasema ni kadogo na kaona kama kayai kanjiwa hivi, lakini kamekuwa kidogo, ndio yai hili litaendelea kukua kadri huyu kuku atakavyokuwa anaendelea Kukua. Kwa hiyo ya yai letu la kwanza tumeweza kulipata kwa siku ya leo. Nimefurahi sana lakini pia huu sio mwisho wa kuweza kukurekodia vipindi vipindi kama kama nilivyokuahidi, nilivyokuahidi last time au kama nilivyokuahidi vipindi ambavyo tulikuwa tukivifanya miaka iliyopita ilikuwa ilikuwa tukipata tu ya kwanza basi ndio biashara ilikuwa imeishia hapo, kwa sababu target tumefikia. Lakini kwa kipindi hiki nataka tufanye mambo tofauti kabisa ili watu waweze kuelewa kuhusiana na kuku wetu wa Mwendokasi. Kuku wa Mwendokasi ni the best breed ever ya kuku wa kienyeji ni, ni tamu sana, ni wastahimilivu wa magonjwa, wanakuwa haraka, wana maumbo mazuri ni, wazuri, yaani, ni best out of best kuku. Tutakupa miongozo utaweza kuwafuga na utaweza kuwafuga utaweza kufurahi, kwa sababu ni kuku wa kienyeji wa kibiashara. Utafanya biashara yako vizuri kabisa. Kama ni ya kuku wa kuuza, utauza kuku miezi mitatu. Kama ni mayai, wataanza kutaga wakiwa na miezi minne na nusu wataendelea kutaga na kutaga na kutaga mpaka miaka miwili, kama umwafuga vizuri, mpaka miaka mitatu mpaka miaka minne. Kuku wa Mwendo kasi wanataga, kwa hiyo ni biashara ambayo itakaweza kukutoa vizuri mno. Unasikia kuku wanatetea, kwa hiyo hicho ninachokuambia kwamba kuku wetu wameanza kutaga ndio uhalisia jinsi ulivyo. Hadi wakati mwingine nimefurahi sana kwa kweli, na nikwambie tu chao, japo quality ya video sio nzuri sana lakini nimefurahi kukuonesha kuku wetu wa mwendo kasi, ndio hawa hapa, unaona kajamaa ka Eh? Huyu jamaa ni wa miezi minne na wiki kama moja hivi ambao kwa wiki ni kama wiki ya kumi na nane wako sasa hivi. kwa sababu kuanzia tarehe tisa ndo walianza wiki ya kumi na nane ambapo tarehe tisa leo tarehe kumi na mbili ni kama wiki ya kumi na nane haijakatika bado, unaona. mwingine yule pale anatetea namsikia, huyo hapo, unaona kuku wetu wanaotetea, hawa hapa, unamwona alivyo mweusi eh, huyu ndo kuku wa kienyeji wa mwendo kasi wao kwa hiyo kuku wetu wa Mwendokasi jamani, ndo hawa pa sasa hivi ni usiku, wamelala. Nimeona yai lakini, ndomaana nimekuja kukuonesha. But I'm happy for real. Anyway, chao chao.